Yani mioni mwanangu asigekuwa sista angu mimi ngeshaishi naye ujue okay, huyu. Okay. Sema ile na kitulizi kwa sababu ile na pambana. Sista angu mimi aje kupata hata mwanaume na kijali mwanangu. Ye eh, an, an, ana ana hela, ana, kijumba kikali. Wewe sio bwana, utakomchukia sista angu. Wewe siwe mshamba tu wewe. Wewe oh, asikia ngwambie mwanangu nitaka ushibiduni mwanangu. <laughs> Maisha yako ni mboya chana na sista angu. Bwana kwa shughuli mimi nitatoa hiyo. Mshamba. Wewe <laughs> ah ndio kuona sasa sista ile analia mwanangu.